Kanisa Katoliki huadhimisha sikukuu ya malaika wakuu tarehe 29 Septemba. Malaika wakuu ni watumishi maalum wa Mungu wanaotajwa katika Maandiko Matakatifu wakiwa na majukumu ya kipekee kwa ajili ya wokovu wa wanadamu. Mtakatifu Mikaeli ni kiongozi wa majeshi ya mbinguni. Anapigana dhidi ya Shetani na nguvu za giza akiwalinda waamini katika mapambano ya kiroho. Mtakatifu Gabrieli ni mjumbe wa Mungu na ndiye aliyetangaza kwa Bikira Maria habari njema ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Mtakatifu Rafaeli ni malaika wa uponyaji na ulinzi. Alisaidia familia ya Tobiti na kuponya upofu wake. Kwa pamoja, malaika wakuu hutufundisha kuwa Mungu yupo nasi daima, anatupigania, anatuletea ujumbe wa wokovu na anatupatia uponyaji na ulinzi katika safari ya maisha.